n mimi mimi ukawa unasema mimi ni mjinga. Uenda ikawa, uenda ikawa, ikiwa ni mambo ya kuua vijana wetu majensi, mimi siwezi kuwaua. Kwa hivyo mimi ni mjinga, kaa siwezi kuwaua. kama ni kufilisisha nchi kama ni kufulisisha nchi kwa ufisadi wa hali ya juu, mimi ni mjinga kweli. Siwezi kufanya hivyo, siwezi, siwezi kubinafsisha public property kama Kenya Pipeline Corporation uuzie marafiki zako wao. Ni wacha niwe mjinga na Kenya ipone. Kwa hivyo mambo yote yatafichua, bila chuki yoyote. We know each other We We know know the game. We know our people. <laughs> Nyinyi watu wa Machako mulizaa inji mpya ya South Sudan. Nyinyi ni wajinga kweli? Nyinyi ni wajinga? Nani ambaye anajulikana dunia nzima as the most corrupt leader in the world? Uone warendo amaneo

Kwa hivyo wangu abado wa wawache kuita wa wengine wae kuita wa wengine wajinga hata awana agenda. Agenda namba moja yeah, ni ile wizi, wizi, yeah, wizi, corruption, tutahakikisha there is no more theft for public funds yeah. Hakuna agenda yenye muhimu mkubwa kama hiyo. Agenda ile tumefanya mimi na Kibaki, Konza City. Na nambarana aende Makueni, ambia watu wa Makueni vile anakamilisha zake damu ni ndio maji toke zake dam ikuje Konza City, na nia yetu ni kurudisha headquarters ya nchi ya Kenya karibu kabisa eshika Machako na, na Konza, this was the original capital city of Kenya. Tukifanya hivyo na Kibaki, they are sleeping on the job. We will make the African silicon body a reality. Na kwa ajiri watu wetu wengi tutahakikisha hakuna ubaguzi, vijana wakiajiriwa army, police na kila kingine. Hata kama even we can have a deliberate attempt to ajiri vijana wetu kwa majeshi, nyinyi watu na hakuna mtu ajui vijana wetu ndio askari wale kabisa, nambari moja. Si namna hiyo? kwa shida yote hiyo, ipo kuajiriwa polisi na wapi? Unaambiwa leta hapa milioni 700,000 so, wanatuweza as as you know kutumia watu namna hii, kuita watu stand up, unawaomba shilingi elfu kumi Walimu walienda wakaomba hukumu hiyo, na kama jina yako inaanza na Alfred kama Albert, unalipwa kwanza; kama jina yako ni Zakari, unalipwa the following day. Na umelala hiyo State House, hakuna hata choo mahali ya kujisaidia ani usiku. you are committing inexcusable offenses. This is what is called abuse of office. Nani ajui mtu amealimu elimu yote ameharibu. Ajenda namba tu kurekebisha mambo elimu, kitu inaitwa kisha, oh, aasi ameharibu, ame idara ya, ya matibabu na ya kuachilia magavana walaumiwe, na yeye mwenyewe ndiye mambo haya, pesa nyingi Bishop Kioko Hospital. Awali iwapate njia ya kumlaumu gavana na timu yake, kwa hivyo, we have a very serious agenda. A very serious agenda. And Ruto is aware. By the way, hapayle mambo kama hivyo. Because the most important agenda ni kutoa Ruto na corruption yake right, na serikali yote hiyo na kuleta heshima yani, na hakuna ambaye hajui ajui vile tumekuwa experience yote hiyo kila kitu so hebu angalieni watumishi wa Mungu now it turns out that the real Joshua is here and the Bible commands him in the book of Joshua chapter 1 to be strong and of good courage very strong lakini mungu atatulinda